Guys, karibuni kwenye kipindi chetu tuanze pamoja kujifunza mshono wetu huu. Basi wapendwa, kitamba changu nimesha kunja mara nne kama mnavyoona, nitapima shingo yenye upana wa mbili na robo tatu, halafu nitashusha inchi tatu mhm, nitashusha inchi tatu kisha nitatengeneza duara namna hiyo, lakini pia ikumbukwe, utakuwa umeshampima mtu wako shingo. Kwa mfano, huyu mvaji ana shingo ya kumi na sita lakini hiyo ni wastani, watu wengi wanavaa upana huo wa kumi na sita na hiyo robo tatu tuliopima ni sawa. Kwa hiyo ukiona kama imepungua, unaweza ukaongeza. Kwa hiyo shingo ya nyuma nitapima nchi moja, hapo nitaweka alama, kisha nitatengeneza duara pia. Bega na kumi na tano kigaa kwa mbili ni saba na nusu nitaongeza nanusu, akushonia itakuwa kwenye nani. Kwa hiyo nitaweka alama sehemu ya bega kisha nitashusha nusu inchi na kutoka hiyo nusu inchi nitaunganisha kuja sehemu ya shingo, namna hiyo nita connect wa mstari. Na baada hapo nitapima kwapa, anakuwa kwapa ya inchi nane. Kwa hiyo niteka alama sehemu ya nane, na kisha nitapima nane ambao nilipima ya bega, ili niweze kulinganisha mstari mpaka juu hivyo. Kisha niteka tepi yangu begani kuja sehemu ya tumbo, ambapo ni kwenye 16 kuja sehemu ya hips kwenye 24 na na kuja urefu mzima, nitawacha urefu mzima wa kitambaa, lakini huyo mtu ana 50 35 urefu. Na baada hapo nitakwenda kupima kifua, kifua ni 36 ukigawa kwa nne ni tisa, nitaongeza na inchi moja kushona. Naweza kaongeza au usiongeze kwa sababu ni kitambaa cha mpira. Tumbo ana 26 ukigawa kwa nne ni sita na nusu. Nitaongeza na inchi ni moja na ya kushona. Kisha nitakuja nipime hipsi. Hipsi ana 44 kwa ni 11 ukigawa kwa nne Unaongeza na inchi moja ya kushona na kuwa kwenye 12. Kisha nitakonect kutoka tumboni kuja sehemu ya kifua na kutoka kwenye hipsi kuja tumboni na baada ya hapo sasa nitaka tepu yangu juu, urefu mzima nimesema nitawacha kama ulivyo. Nitaka tepu yangu juu, nitapima kutoka uh, begani kuja sehemu ya juu ya goti ambapo ni kwenye thelathini na tano, kisha nitapunguza inchi moja, kwa sababu kwenye hips tulipima kumi na mbili na kushonea. Kwa hiyo hapo nitapima kumi na moja, na kutoka hapo nilipopima hapo juu ya goti, nitanyosha mstari mpaka chini, namna hiyo. Baada ya hapa nitarudi juu kwenda kutengeneza kwapa. Nitatengeneza kwapa yangu kwa ajili ya kipande cha nyuma, na kwa ajili ya kipande cha mbili nitakwenda kupima katikati, nitaweka alama, kisha nitapunguza nusu nchi. Hiyo itakuwa ni kwapa ya mbele, nitatengeneza namna hiyo. Baada ya hapo, hapana, nitakwenda kukata, kufuata chaki yangu ilipopita. Baada ya kukata sehemu si zote, nitaenda kukata si shingo ya mbele na kwapa ya mbele. Baada ya hapa wapena, nianza kuna kupima shingo yangu, niweze kuiona kama hiyo kumi na sita nitaipata. Hiki ni kipande cha mbele, kiko kina tisa na nusu, nitachukua na kipande cha nyuma pia, niweze kuunganisha. Kwa hiyo nitaanzia kwenye tisa na nusu. Hapa na kumi na tano na nusu. Kwa hiyo siyo mbaya, nitadili nayo hivyo hivyo. Lakini kumbuka hii shingo, ina ufito. Na ufito tutaweka kwenye upana wa inchi moja na nusu. Kwa nitapunguza inchi moja, ile nusu inchi takuwa ya kushonea. Na video yetu hapendo, imekuwa ndefu sana, sitaki kuwachosha. Ukitaka kupata huu mwendelezo, basi karibu sana kujiunga na mafunzo yetu, namba iko hapo mwanzo wa video. Asanteni sana.